Yes, niko na taarifa kutokea kule nchini Kenya. Kama unavyojua kwamba siku ya jana kulikuwa kuna maandamano ambayo yameweza kufanyika kule, lakini kuna matukio tofauti tofauti ambayo pia yamekwisha kutokea katikati ya maandamano hayo ambayo yalifanyika siku ya jana. Sasa inasemekana kwamba takriban ya watu nane wameweza kufariki katika maandamano hayo ya Gen Z nchini Kenya, huku wengine zaidi ya mia nne wakijeruhiwa. Sasa maandamano hayo pia yaliweza kusitishwa ili kuweza kukumbuka, kukumbuka mwaka mmoja tangu maandamano ya Juni 2024 ambayo pia yaliweza kusababisha vifo vya watu takribani 60. Ikumbuka kwamba mwaka mwaka jana mwaka 2024, kule kule Kenya pia kulikuwa kuna maandamano ambayo yaliweza kufanyika kwa sababu walikuwa wanasema wanataka kupinga masuala mazima ya e, miswada tofauti tofauti ambayo inapatikana Kenya, ufisadi ambao ulikuwa unapatikana kule nchini Kenya, ndio maana sasa waliweza kufanya maandamano yale, yaliweza kusababisha watu takribani zaidi ya 60 kuweza kupoteza maisha. Sasa siku ya jana ilikuwa ni kama kumbukizi sasa, kumbukizi sasa hiyo pia imeweza kusababisha e, watu nane kuweza kupoteza maisha kutokana na e, maandamano hayo ambayo yamekwisha kufanyika siku ya jana kutokea huko e, nchini Kenya. Sasa maandamano ya kihistoria yanaweza kuandaliwa kote nchini kama kuweza kukumbuka mauaji ya Gasia na maandamano ya mwaka 2024 kuhusu muswada wa fedha ambao pia umepangwa kama Gen Z Memorial March ambao unafahamika kwa ajili hilo au justice eh, for our mashujaa ndio ambapo wanaanza kuita hivyo. Sasa, kuanzia asubuhi eh, kwenye makao makuu ya kaunti zote 47 kutoka nchini Kenya, maandamano hayo yaliweza kuanza, na haya pia yalihusisha na vijana wengi sana ambao pia wakihamasishwa eh, kwenye mitandao ya kijamii lakini pia wakibeba maua, bendera na mabango ya amani. Ikumbuke, kuna baadhi ya wasanii aliweza kuonekana kuna Nyashinski pia aliweza kuonekana siku ya jana. Calligraph Jones pia ni mmoja kati ya wasanii ambao pia walionekana katika maandamano hayo wakifanya. Sasa Nairobi pia ilikuwa ni kitovu cha maandamano hayo, ambapo huduma za usalama pia ziliweza kuandaliwa vema na polisi kuweza kupokea taarifa rasmi za maandamano hayo ambayo yalitarajiwa kuweza kutokea siku hiyo ya jana. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo pia yameweza kutokea mitaani, watu kuweza kupigwa mabomu ya machozi, watu wengine kuweza kuuawa, kupigwa risasi, vitu ni vingi sana ambavyo vimeweza kutokea mitaani huko. Sasa eh, proposa pia waliweza kukusanyika Nairobi CBD wakiweza kukagua eh, kumbukumbu ya gasi za mwaka jana, pia huku polisi wakiweza kuendelea kuweka mipango mkakati wa usalama katika eh, wananchi ambao wanapatikana kutokea kule eh, nchini Kenya. Sasa polisi waliweza kutumia gesi za machozi au mabomu ya machozi, machozi kuweza kuwatawanya baadhi ya waandamana, eh, waandamanaji ambao pia walikuwa wakikinzana sana na polisi kwa mujibu wa picha eh, za video zilizoweza kutolewa jana mjini Nairobi, CBD. Eh, lakini pia ingawa kulikuwa kuna malalamiko tofauti tofauti kuhusu matumizi ya mka ya mka, eh, eh, matumizi makali ya polisi hawa, ripoti pia iliweza kuthibitisha vifo vya, vya watu, lakini pia na watu ambao pia wameweza kujeruhiwa wakiwa ni wengi sana, idadi ikiwa ni kubwa ni kubwa sana sasa ukilinganisha na mwaka uliopita ambao ni mwaka jana. Maandamano ya mwaka jana pia yalikuwa yana amani, yalikuwa yakiunganishwa na kumbukumbu ya kibinafsi, lakini pia kitaifa, tofauti na vurugu za mwaka jana ambazo pia ziliweza p vifo kadhaa na kuweza kuzua mizozo mikubwa kabisa ikiwemo uporomokaji wa bunge au bunge kuweza kuporomoka. Vikundi mbalimbali vya kiraia kama chama cha bodaboda e, viliweza kuhamasisha au kuweza kushiriki, lakini baadhi viliweza kuamua kukaa pembeni kutokana na e, hofu ya athari za kiuchumi au kijamii kuweza kutokea ye, pale nchini Kenya. Sasa mara baada ya maandamano hayo kuweza kutokea, kuna onyo ambalo pia lilikwisha kutolewa na serikali kuhusiana na vyombo vya habari kutokea nchini Kenya kwamba viweze kutulia na visiweze kurusha matangazo ya moja kwa moja kutokana na maandamano hayo ambayo yalikuwa yakiendelea. Sasa CA ambayo pia hiyo ni shirika la kuweza kudhibiti vyombo vya habari kutokea kule nchini Kenya, ambalo liliweza kutoa amri kupitia off, eh, matangazo ya kituo chochote ambacho kiliweza kuendelea kurusha matangazo hayo, basi kitaweza kufungiwa. Sasa maandamano hayo ya Gen Z ya Juni 25 ikiwemo eh, Citizen TV, NTV, KTN na K24. Hizo ni moja kati ya TV kubwa sana ambazo zinapatikana kule eh, nchini Kenya. Sasa kwenye mifumo ya digital ADN eh, ili kuweza kuzuia matangazo ya moja kwa moja ya kuweza kuonyesha maandamano hayo. K24 pia imekosa hatua eh, hiyo eh, kama Draconian eh, na kuweza kuwaficha wanahabari pia kwa makusudi. Taarifa kutoka katika APA inasema CA si inaweza kutoa agizo hili katika siku ya katikati ya siku, huku Rais Ruto akionya dhidi ya ghasia hiyo. Sasa bodi ya udhibiti wa kamati ya E, bodi ya udhibiti wa kamati ya CA ambayo pia iliweza kutoa e, tamko hilo kwamba vyombo vya habari vyote visiweze kurusha matangazo hayo, waliweza kukiuka. Lakini pia kumekuwa kuna kampuni tofauti tofauti za michezo ya kubeti, kuna michezo mingi sana. Kama BCLB ilisema kwamba vituo 23 vya televisheni vikiwemo Kameme TV vilivunja sheria e, baada ya kuweza kuendelea kuonyesha matangazo ya kamari licha ya agizo la kuweza kusimamishwa kwa mwezi mmoja. BCLB pia iliweza kupongeza CA kuweza kufunga hivyo e, haraka. So watu wa Kenya pia waliweza kuweza kuandamana kutokana na machafuko ambayo aliweza kutokea mwaka jana, mwaka 2024, wakiendelea kupinga masuala mazima ya miswada ya fedha, e, ufisadi ambao ulikuwa ukifanyika katika nchi ya Kenya lakini pia TV ni nyingi sana ambazo zimekwisha kufungiwa kutokana na machafuko kwao, kama vile KTN eh, tunaona Citizen TV eh, K24, ambapo hizo ni TV kubwa sana kutoka kule nchini Kenya zimeweza kufungiwa kwa sababu ya kuweza kuonyesha mubashara kabisa matangazo ambayo yalikuwa yanapatikana au maandamano hayo, wakati wao walikuwa wamekwisha kukataliwa eh, tokea muda sana. Drop comment yako hapo unaongea nini kuhusiana na maandamano haya yanayotokea kule nchini Kenya. utakometisha kinoma noma zidi rada kabisa tasmane chao.